Mwashamu Askofu Mkuu wa Jimbo Katoliki la Arusha Isaac Yamani, Mwashamu Askofu msaidizi Jimbo Katoliki la Arusha Prospa Dimo, Mwashamu Askofu wa Jimbo Katoliki la Same Askofu Kimario, ndugu zangu wapendwa, watawa wa kikeka wa kiume, mapadre itikifaki, ikiwa imezingatiwa tendo linalofuata sasa ni kuweka ishara za Kikristo juu ya jeneza la mpendwa wetu Padre Joseph. Nitamuomba sasa mkuu wa shirika ajiongee kwa ajili ya kufanya tendo hilo. Kitambaa cheupe katika ubatizo Padre Joseph alimvaa Kristo. Tunamuomba sasa Mungu ili akuvike utukufu wake kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake Bwana, na kufurahia utukufu wake milele. Biblia Takatifu. Katika uhai wake Padre Joseph alikuza na kutangaza injili ya Kristo. Tunamuomba sasa Kristo amlaki kwa maneno ya uzima wa milele, akimwambia njoo ewe uliyebarikiwa na Baba yangu. Msalaba na rosali. Katika ubatizo Padri Joseph alipokea ishara ya msalaba. Tunaomba sasa Kristo amshirikishe ushindi wake juu ya dhambi na mauti. Karisi takatifu ya ibada ya misa. Katika ekaristi takatifu Padre Joseph alishiriki fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Tunamuomba Kristo amshirikishe karamu yake ya milele. Stola. Kwa sakramenti ya daraja takatifu, Padre Joseph aliazimisha sakramenti za kanisa. Tunamwomba Kristo kuani ampokee kwenye ukwani wa milele. Kitabu cha mwongozo wa maisha, kanuni za shirika. Alipoweka nadhiri, padri Joseph aliambiwa maneno haya: pokea kanuni ya shirika la Roho Mtakatifu, kwa neema za Mungu uishi na kuifuata kiaminifu mpaka mwisho wa maisha yako yote. Padri Joseph alijitoa kikamilifu kufuata mwongozo wa maisha ya kitawa. Tunamuomba Bwana Yesu amsamehe pale aliposhindwa kuishi kikamilifu kama binadamu. Basi zoezi hili limekwisha.